ini mama naishi na watoto wangu hey. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu, huyo shemeji yangu ndo amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu mpaka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia bila palepale, wakanitoa kwa hujuma hizohizo, kwamba mnampaje hiyo kazi ya uaskari jamii wakati huyu dada anahalipi kodi kwangu, naomba mumuuwe ila ni Mungu alinisaidia nika kinywa maji, wananiwekea sumu kwenye maji. Ni Mungu alinisaidia wa waziri. Ndiyo, ndio kati ya nyasaka mwenyekiti. Asante baba. Mheshimiwa, you know, waziri mkeli alitoa baaa

sabaka mpaka sasa hivi wanaingia juu ya dari, mheshimiwa, wanaingia wanataka kuniua. Uko <laughs> Usaidia. Salama. Usaidia baba. Hey, uko salama umeshafika mikono salama, usaidizi uko wapi? Mimi tuambie. Tuma vijana wako hawa wanaotuhumiwa wapatikane leo leo. Tuma vijana wako hawa wanaotuhumiwa wapatikane leo leo. Pata maelezo ya kina kwa mama yetu akiwa ametulia na mwenyekiti na maelezo ya mwenyekiti, na maelezo ya mwenyekiti pata na nyaraka. Lakini pia mama ahakikishiwe usalama wake, eh, ahakikishiwe usalama wake. Asante, waziri. unakaa wapi Mwenyekiti? hili jambo eh, umesikia na umekana mheshimiwa waziri mkuu. Ame amekutetea, nitaka uingie hatiani na wewe. Sana. Ameku, bahati, una bahati amekutetea. Tunasema tuna hivi viongozi, viongozi wote wa serikali jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali ni lazima viongozi tulifuatilie, sio kumwacha yeye aendelee kufuatilia. Naisema leo kwa kata ya Nyansaka na kata zingine zote, mwananchi akishafikisha jambo kwenye kata, amefika kwenye ofisi ya kata Viongozi fuatilieni wenyewe, sio sio mwananchi mwenyewe kuanza kuhangaika kumtafuta mkuu wa mkoa. Tunasogeza ofisi za serikali karibu na wananchi, ili kuwapunguzia kuwapunguzia kuwa adha wananchi wetu kuhangaika kwenda kwenye ngazi za juu. Naisema hii kwa mara ya mwisho, watendaji wa kata Wenye viti, wa, wenye viti wa vijiji wa mitaa, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, viongozi ngazi mbalimbali mbali, tarafa, wilaya. Mwananchi akishafika ofisi ya serikali akafikisha jambo lake kwenye ofisi, tunataka serikali ndio ianze kufanyia kazi jambo hili. Mwenyekiti, kama mama asingekutetea hapa, wewe ungekuwa hatiani Ningeelekeza wote mkamatwe na, wa, na wahalifu na ninyi ambao hamkuchukua hatua. Haya, hatuwezi tukaacha yakaendelea mambo ya ovyovyo ya aina hiyo. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi? RPC huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi? mkuu wa mkoa Ninyi kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi, badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi. Mnajadiliana mambo yenu binafsi, badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. RPC, watafutwe, watafutwe hawa wenye tuma, na wasitoke mpaka ukweli ujulikane. na wale wake mtu huyu mama. Sasa mkuu wa mkoa, simamia usalama wa huyu mama. Haya ndio mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya serikali, anapigwa danadana, anapigwa danadana anakwenda na siku nyingine, anapigwa danadana, anahangaika mpaka anaishiwa nauli, anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika, anaamua bebe bango, na bango ile wananyang'anywa kabla kiongozi hajafika. Na hapa mlishataka asiniona siku nyingine, eneo lingine, popote pale ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu wote, wamefanya uhalifu. RPC chukua hatua kwa hawa ambao wanatumia, na nipate taarifa wakiwa wamesha waki wameshapatikana waki wamesha. Na tena wasicheze kabisa, wakijua huyu mama hana uwezo wa kufuatilia hili jambo. Nataka nione mwisho wake, mpaka nipate nione mwisho wake, nione mwisho wake umefikia wapi. Uko sahihi. Uko sahihi baba. Wakamatwe, mpaka uhakika, ukweli ujulikane kwenye jambo hili. Haya mambo ya kufunika funika, watu wanaumia, wanaugulia mioyo yao, wanaumizwa, wanakosa hata kukimbilia. Hii iwe mwisho, ndiyo hivi. Na juzi kule tukakuta yule daktari kafanya vitu vya kijinga jinga, nilisema afukuzwe kazi, akamatwe na afunguliwe kesi ya ubakaji na huyu mama amesema huyo mtoto wake kabakwa. Huyo akamatwe, uchunguzi ufanyike, afunguliwe kesi ya ubakaji.